Kilele ni mlolongo wa matukio kuelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka 25 ya Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania tangu kuanzishwa kwake mwaka 2000, lakini Chuo cha Utumishi wa Umma kampasi ya Mtwara waliamua waandae marathon wakifahamu kwamba eh, kukimbia ni sehemu muhimu sana ya ujenzi wa afya, kwa sababu ni swala la kimichezo, na mazoezi ni kitu ambacho kimesisitizwa sana hasa kwa watumishi wa umma, kwa sababu kupitia mazoezi ndio mtu anajenga afya yake anaweza kuepukana na magonjwa. Sasa hivi kuna magonjwa mengi sana haya ambayo tunasema magonjwa yasiyoambukiza, magonjwa ya kisukari, ma pressure tunaangalia na huku. Kwenye utumishi wa umma tuna wanafunzi wengi ambao wametoka katika chuo hiki na wametoka katika chuo hiki sio kampasi tu ya Mtwara lakini katika kampasi zingine, wapo katika maofisi ambayo tunafanya kazi, niweze kusema product ambazo zinatoka katika chuo hiki ni product bora kabisa na kusema kweli ni wanafunzi ambao wanaandaliwa katika misingi ile ya utumishi uliotukuka. Kwa wafanyakazi wafanyakazi wengi wa wanafanya kazi kwa kukaa. Wala kwa wamekaa kwa viungo vinakuwa. Yaani ukifanya mazoezi na kufanya mtu na kuwa perfect sana. Kwanza akili yako inakuwa unafanya kazi kwa kutulia. Kwa hiyo ukifanya mazoezi hata maradhi mengine ni ngumu kukupata. Kwa hiyo ndugu zangu, nawashauri sana tujitahidi kufanya mazoezi kwa sababu ni muhimu katika maisha yetu.